Ni kwa wakati mwingine tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfadiliaji wetu, Mwenyezi Mungu ameturuzuku uhai, tunakutana hapa kwenye chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Karibu kwenye mwendelezo wa ripoti kuhusiana na sakata la askofu mkuu na mwanzilishi wa makanisa ya ufufuo na uzima nchini Josephat Gwajima, ambapo taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa polisi mkoani Mbeya wamefunga makanisa sita ya ufufuo na uzima. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeyafunga makanisa sita ya ufufuo na uzima yaliyopo eneo la ZZK, Mbalizi, mtaa wa Mnadani, Rujewa, wilaya ya Mbarali, wilaya ya Chunya, Rungwe, Kyela na jijini Mbeya. Taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema kuwa wameyafungia makanisa hayo kufuatia tamko la serikali lililotolewa Juni mbili mwaka huu wa 2025 kupitia msajili wa jumuiya za kiraia nchini la kufunga makanisa ya ufufuo na uzima kutoendelea kutoa huduma katika matawi yake yote yaliyopo nchi nzima. SACP Kuzaga amesema jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kufanya ufuatiliaji ili kubaini uwepo wa makanisa hayo na kuchukua hatua za kisheria. Tarehe 24 mwezi Mei mwaka huu wa 2025, Askofu Joseph Fati Gwajima alijitokeza hadharani na kuita waandishi wa habari na kuzungumza huku akionyesha msimamo wake kuhusiana na masuala mazima ya utekaji pamoja na watu kupotea. Askofu Joseph Fati Gwajima alikwenda mbali zaidi na kukemea vitendo vya utekaji pamoja na watu kupotea huku akitoa ushauri kwa serikali ya kwamba nini kifanyike. Tarehe mbili Juni ya mwaka huu wa 2025, kanisa la Askofu Josephat Gwajima la ufufuo na uzima lenye matawi nchi nzima lilifungwa rasmi na msajili wa jumuiya za kiraia nchini, ambapo alitangaza rasmi eh, kufutwa kwa usajili wa Glory of Christ Tanzania Church kanisa la ufufuo na uzima kuanzia tarehe hiyo mbili Juni mwaka huu wa 2025. Hatua hiyo ilichukuliwa chini ya vifungu vya sheria ya jumuiya sura ya 337 kama ilivyorekebishwa na sheria ya marekebisho mbalimbali mbali ya sheria namba 3 ya mwaka 2019. Chini ya kifungu cha 17b na kifungu cha pili cha sheria ya ya jumuiya sura ya 337 kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 39b cha sheria ya marekebisho mbalimbali mbali ya sheria namba tatu ya mwaka 2019. Katika siku za hivi karibuni, kupitia vyombo vya habari na mitandao mbalimbali ya kijamii, umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, yaani kanisa la ufufuo na uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Huu ni ujumbe ambao alikuwa anapewa Askofu Josephat Gwajima, katika barua iliyoandikwa na msajili wa jumuiya za kiraia yaani, kutoka katika ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia kwenda kwa Askofu Josephat Gwajima. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya sura ya 337 chini ya kifungu cha 17 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba 3 ya 2019 kwa kuwa vina athari ya kuhatarisha amani na utulivu nchini. Hivyo kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 17b cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kikisomwa pamoja na kifungu cha 39 cha sheria namba 3 ya mwaka 2019 kilichoifanyia marekebisho ya kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya, ni kujulisha kuwa nimefuta usajili wa Glory of Christ Tanzania Church, yani kanisa la ufufuo na uzima, kuanzia leo tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja. Hivi ndivyo ambavyo msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel RM Kihampa alipeleka ujumbe huu kwa taasisi ya ufufuo na uzima inayomilikiwa na askofu Josefati Gwajima. Lakini pia msajili wa jumuiya za kiraia hakuishia hapo tu, aliendelea kwa kusema kuwa, kadhalika unakumbushwa kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 191 cha sheria ya jumuiya sura ya 337 jumuia ya kiraia iliyofutiwa usajili wake na msajili wa jumuia za kiraia inayo haki ya kukata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia kwa katibu mkuu kupinga uamuzi huo. Hivyo rufaa dhidi ya uamuzi wa, wa kufuta usajili wa Glory of Christ Tanzania Church yani kanisa la ufufuo na uzima inapaswa kuwasilishwa kwa katibu mkuu, Wizara ya mambo ya ndani ya nchi, ndani ya siku 21 kuanzia tarehe ya barua hii na mwisho. Kwa amri ya msajili wa jumuiya za kiraia, msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel RM Kihampa, na nakala ikapelekwa kwa, kwa Bwana Camillus M Wambura, IGP, mkuu wa jeshi la polisi, makao makuu ya, ya polisi, mtaa wa 4 wa posta, sanduku la posta 9614483 Dodoma. Hivi ndivyo ambavyo ilikuwa Juni 2 mwaka huu wa 2025, na kwamba ni rasmi sasa kanisa la ufufuo na uzima ambalo linamilikiwa na askofu Josefati Gwajima limefungwa. Je, hivi sasa kunayo michakato ya askofu Josefati Gwajima kwa ajili ya kukata rufaa ili kusudi shughuli ya kanisa lake la ufufuo na uzima ifunguliwe na watu waendelee kuabudu chini ya ufufuo na uzima muda utatupatia majibu sahihi. Lakini baadaye, Juni hiyo hiyo mbili mwaka huu wa 2025, askofu Gwajima alijitokeza muda huo huo baada ya taarifa ya kufungwa kwa kanisa lake kutoka, na akakanusha taarifa hiyo akiwa kwenye madhabahu ya ufufuo na uzima, ambapo alisema kanisa hili halijafungwa na kwamba hakuna mwenye uwezo wa kulifungia kanisa la Mungu huenda ni kale ka kikundi ndio kameanza michezo michezo. Baada ya hapo, nafikiri wote tulishuhudia ni nini kilitokea. Mpaka hivi sasa, serikali inaendeleza operesheni ya kuyafunga ama kuyafungia makanisa ya ufufuo na uzima. Ninaomba nikukumbushe pia, siku za hivi karibuni, viongozi mbalimbali, akiwemo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa, wameanza kuzitazama taasisi za dini kwa jicho la tatu. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari hivi punde, nasi tunaisogeza kwako kwa ilikusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa nchini ama ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hasa hasa kuhusiana na sakata la Askofu Josephat Gwajima. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment.